za Zanda, ndani kabisa inasemekana, inasemekana kwamba wao walishakubaliana naye kwamba wanatakiwa wamlipe milioni mia sita pesa ya kumlipa kaka. Inawezekana jua ile inawaka sana ile maji hawajauza ila hawana Shukrani sana mtazamaji ambaye unaendelea kutuamini na kufuatilia D&A TV, taarifa nyingi za kimichezo unazipata hapa, na leo nipo na shabiki wa Simba lakini mwanachama wa timu ya Simba, si mwingine ni Mr. Isa. tutapiga tutapiga naye story nyingi sana kuhusiana na timu yake ya Simba, lakini pia palipo Simba, Young Africans haiwezi kukosekana, watani zao wa jadi Young Africans. Hawa wote wanakwenda kwenye michezo ya kimataifa, klabu bingwa barani Afrika, Simba anaanzia away kule Swatini, lakini pia Young Africans anaanzia away nchini Malawi. Lakini kuna taarifa nyingi sana kuhusiana na kocha wa Yanga Roman Folz, yeye pia Mr. Iza anamtazamo gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kuhusiana na timu ya Yanga na kocha wake. Mimi ni Mzee Mida, endelea kufuatilia D&A, lakini pia nyuma ya kamera amesimama Jovana akizingatia kila kitu kinakuwa sawa. Mr. Iza uko vizuri? Ah, niko poa, niko vizuri. Kama kawaida. Kama kawaida. Kula uzi safi? Yeah, nimekula <coughs> Ndio maana wametoa jezi ya kuskani ambayo ni feki, mechi moja imechanika, wamebadilisha kucheza jezi nyingine. Taarifa za timu ya Yanga ambayo ni wapinzani wenu, husiana na kocha Roman Folz, kama zinanufaisha nyenye Simba? Hakuna kunufaika na kitu chochote zaidi ya wao wenyewe, wanajitekenya na kucheka kwa sababu wamemwajiri kocha ambaye namini ubora ubora aliokuwa nao na, na, na, na, na kitu alichokuwa nacho na mimi hakikuwa ha, hakiendani na, na, na, na, na, na matarajio ambayo alikuwa natarajia manake. Mm. Yeah. Mm, nawe pia unapitisha tu aondoke okay, aondoke okay, aje mtu mwingine. Ukiangalia ukiangalia kelele za mashabiki ukiangalia, ukiangalia kelele za wanachama wao nikana kwamba uwezo wa kocha umefika mwisho, kwa sababu unaenda Mbeya unashindwa kupata goli hata la offside. Eh, ni mechi ya ufunguzi hiyo, si unaanza mechi ya wei ya ufunguzi. Sokoine ni uwanja ambao unajulikana kwamba mpira wa Sokoine sio wa chini, unapiga mipira ya juu, analazimisha mpira wa chini. Mwisho wa siku wachezaji wanaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe, wanaanza kupigana viwiko eh? anaanza kupiga maji, mwisho wa siku kuna baridi, anatoka jasho kwenye kichwa uwanja wa kwangu ule yeye, yeah, ana miaka saba ajashinda pale. Mimi nikienda pale na gonga mtu narudi, wamejipanga najua, watoto wadogo kwangu mm? Ndio ya ukizungumza kwamba ni wamejipanga mm? Sisi tumejipanga wa zaidi yao, sisi ni wakubwa mm. Si wao ni wadogo mm. Na umecheza na levo ambayo ni ya kwao yeah. Ni mtu ambaye anamuweza, mtu ambaye anamudu mm. Kwa sababu kama Mbeya City Yuko pale Mbeya na Yanga anaenda kila siku, miaka saba hajamfunga. Maanake anamweza bana. Lakini unajua hizi stories zimekuwa nyingi sana kuhusiana na kocha Yanga Roman Folz. Lakini kuna baadhi ya watu kama vile hawana imani na kocha, lakini kuna baadhi ya watu wana imani na kocha pia endelee kusalia, kwa sababu tumeona paka sasa hivi Yanga Afrika anza japoteza. Wewe una imani naye pia ama, wewe unamwona gani? Mimi swala la kuwa na imani na yeye, kwa sababu sio kocha ya timu yangu, sina imani naye Hmm. Lakini swala la uwezo kama kocha, mimi nitamheshimu tu kwa sababu ni mwalimu, anaweza kufanya kazi sehemu yoyote, lakini kama uwezo wake ni mdogo hmm. Ni, ni, aondoke na akiondoka, maana atakuja kocha mwingine. Akija kocha mwingine, kama wataona pia afai aondoke, lakini kwa mimi ninavyoona, kocha anasubiri giza lizame, pengine yawezekana akatembea bila kuaga, hasa mstari hizo wanachanganya, uwezo mdogo upi, na wakati tumuona chini yake timu imeanza vizuri dhidi ya Pamba timu imetoa sare ugenini huko gea ugenini, um, Sokoine Mbeya, timu imeshinda michezo ya klabu bingwa. Unasemaje, una imani naye? Tusizungumze hayo ya mbali, tuzungumze ya jana, cheza na TRI ambao zamani ni Tabora United. Bila bila, sasa si mechi ya kirafiki unajua, mechi ya kirafiki ni kirafiki tu. Mechi ya kirafiki umefanya umefanya sabu, wachezaji wameingia na kutoka, wameingia na kutoka, goal offside, umeshindwa. Bado tunarudi pale pale kwamba Wakae mezani wamlipe, wamlipe pesa ya kwao yeah, wamlipe pesa ya kwao yeah, aondoke. Za Zanda, ndani kabisa ina, inasemekana inasemekana kwamba wao walishakubaliana naye kwamba wanatakiwa wamlipe milioni yeah, mia sita yeah, pesa ya kumlipa kaka, inawezekana jua ili nawaka sana ale maji wajauza hela hawana. Unajua haya mambo haya sio yanga tu mkashadadia simba, nyie hamna kocha Brother narudi tena, sio kocha, tuna meneja, meneja, tuna mameneja watatu pale, sawa. Meneja wa kwanza ndio kocha mkuu, sawa, alafu kuna assistant wake, alafu yupo na, na Loimamu Patrick. Huyo unazungumza kwamba hatuna kocha? Ni mtu, ni mtu ambaye amefanya vizuri, sawa, pale Cameroon akawapa ubingwa akarudi Botswana, akawapa ubingwa. Amekuja Tanzania NBC, tunabeba chini ya kocha Dimitri sawa, mzee wa nini watatu, anakwenda kutupa mpira ambao naamini ile pira biriani inakwenda kurudi, kwa sababu kwenye eneo la kushambulia ana, si, ana, ana mbinu zake anazotumia kwenye eneo la kujilinda ana mbinu za anazozitumia. Kwa mfano eneo la kushambulia tu nawezekana nikazitoa hapa kesho mkaza mkazibeba ya yeah. Eneo kushambulia tukiwa nyumbani mfumo unaokuja wa kocha huyo ni three. He, sawa, sio? Umeelewa oh. umeelewa tunaenda Singizini e, mm. tuna kucheza nao kule, mm. Cheki mfumo utakwenda nao kucheza nao jamaa, sawa. Swala la uongozi, uongozi uko imara. Hakuna kipindi ambacho Simba wako imara kama kipindi hiki, na kwenye hatua za ligi ya mabingwa Simba ni habari nyingine. Tunaweka makando kando, yote pembeni, tunakuwa na umoja na mshikamano. Slogani yetu ni nguvu moja, huwa tunaitumia kwa kipindi hiki. Mtaiona tunarudi kipindi kile kile ambacho tuliongoza kundi sawa, mbele ya vilabu vikubwa vyenye uwezo wa kifedha na wachezaji mmoja mmoja tuliongoza kundi mbele ya Al Ahly, Esivita, El Merreikh sawa, mm. Watu ambao walikuwa ni wametuzidi kila kitu, tuliongoza kwa pointi 13 mm, tunakuja kuongoza kundi hatua tunaenda kufuata, tukitoka hii hatua ya singizini tukiwatoa, mm. tukaingia hatua ya makundi kundi kpangwazungumza na... na watu wa Simba ambao bado kama vile wanasuasua hivi mioyo yao bado imejaa ubaridi kuhusiana na mechi hii ya Eswatini kule, ambao mnaenda kucheza klabu bingwa barani Afrika. Ah, nataka ni watoe hofu wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba kwamba tunaenda away, tunaenda kutafuta matokeo ya away. Na Simba ukiangalia kwa siku za karibuni hizi away tunafanya vizuri zaidi, na tukienda Nuswatini pale tukienda hii, na mimi itakuwa ni mechi ya tatu katika mechi hizo mbili tulizocheza zote tumeshinda. kwaona hii, naamini kabisa kwa ubora tuliokuwa nao kuanzia benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki wenyewe, tunakwenda kushinda hii mechi. Bana sawa, Mr. Hiza huyo ametamatisha hivyo kwamba ana imani na timu yake ya Simba, lakini pia amezungumza mengi sana kuhusiana na kocha timu ya Yanga kwamba yeye binafsi kama mtu wa Simba hana imani na Roman Folz, aondoke tu, lakini anasema kwamba wanadaiwa pesa nyingi kama wakivunja mkataba dhidi yake, ndio maana Young Africans kama bado wanasuasua hivyo kwenye kutoa maamuzi. Wewe ni nani ambaye unaacha una comment hapo kwenye kurasa yetu muda huu. Cha, cha muhimu comment, alafu kama bado hujawa mwanafamilia subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele taarifa zote unakuwa unazipata hapo za kimichezo. Mimi ni mzie wa mida sana, director, shukrani sana direkta Jovan, kwa kuzingatia, kila kitu kinakuwa sawa, here we go.